Naam, karibu tena kwenye tahariri ya Gumzo, na leo mada yetu inasema uwerevu wa mjinga. Tumeingia katika awamu ya hatari sana, ambapo ujinga hauji tena kwa umbo la kukosa maarifa, bali kwa uwezo wa kuyapindisha maarifa hayo ili kuitumikia dhuluma. Huo ni ujinga wa kiwango cha juu, siku hizo wanasema kiwango cha lami Uwerevu wa mjinga ambapo mtu hujifunza si ili aelewe, bali ili apotoshe; si ili aangaze nuru, bali ili afunike giza kwa pazia la maneno mazuri. Katika zama hizi, mjinga sio tena yule asijua kusoma wala kuandika, la hasha. Mjinga wa leo ana shahada, ana maneno, ana sauti ya mamlaka, na ana uwezo wa kupanga hoja zake kwa vina na mizani masikioni anaweza kuzungumza kwa ufasaha mkubwa akitumia misamiati ya kitaaluma, rejea za kihistoria, hata maneno ya kidini na sheria. Lakini ndani ya kifaa hicho cha maneno hana nia ya haki, lengo lake si ukweli bali uhalalishaji wa uovu. Tuchukue mfano wa kiongozi au msemaji wa dola anayesimama hadharani na kusema, hatua tulizochukua zilikuwa kwa ajili ya kulinda amani na maslahi ya taifa, hatua zetu zilikwenda sambamba na kile ambacho kimetendwa na wakorofi na wahalifu. maeneo haya yanaonekana yenye ya mizani kubwa, lakini yakichambuliwa kwa undani yanaonekana kwamba yametumiwa kuficha mauaji ya raia, ukandamizaji wa haki za kimsingi, au uporaji wa rasilimali za umma. Hapa ndipo uwerevu wa mjinga unapotamalaki: Kutumia lugha ya amani kuhalalisha vurugu, kutumia neno usalama kuficha hofu na kutumia maslahi ya taifa kama guo la kufunika dhuluma. Mtu huyu anaweza hata kunukuu katiba, sheria au maandiko ya kidini, lakini hunukuu sehemu tu zinazomnufaisha simulizi yake binafsi, akizipuuza zile ambazo zinamweka kwenye mizani ya maadili. Huu si ujinga wa kutokujua huu ni ujinga wa kujua lakini ukachagua kupotosha. Cha kushangaza zaidi ni kwamba uwerevu huu wa kijinga hauji kwa makelele, haupazi sauti, haujitokezi kwa hasira za wazi. Badala yake, huja kwa sauti tulivu, tabasamu jepesi na mkao wa kujiamini. Ni uongo unaotolewa kwa nidhamu, unaorudiwa mara nyingi hadi hatimaye wasikilizaji huanza kuuchukulia kama ni ukweli hapa ndipo mbinu ya kale ya propaganda inapojificha uongo ukirudiwa mara elfu huanza kuonekana kama ukweli na kwa jamii ambazo zimechoka zimeogopa na zimezoea kukandamizwa uongo huo hupokelewa kama pumziko kwa sababu unawapa watu sababu ya kutokuhoji ya kukubali yaliyo mabaya kama hali ya kawaida katika mazingira haya ukweli hugeuzwa kuwa tishio mtu anapothubutu kusema hapa kuna dhuluma Hujibiwa si kwa kwa hoja bali kwa nguvu, anaitwa msaliti, mchochezi au adui wa amani. Hii ni hatua ya pili ya uwerevu wa mjinga, yaani pale maeneo yake yanaposhindwa, nguvu huingizwa ili kunyamazisha sauti za haki. Historia imetuonyesha mifano mingi sana ya watawala waliokuwa na wasomi mahiri pembeni mwao, washauri wao, watu walioweza kuhalalisha utumwa ukoloni, mauaji ya halaiki, au ubaguzi wa rangi kwa hoja zilizojaa mantiki ya kidini, ya kihistoria, ya kisheria na wakati mwingine hata kwa kutumia hoja za kisayansi. Lakini ukweli haukupotea, uovu ulibaki kuwa uovu hata pale ulipovishwa joho la busara. Baada ya kupotosha, mjinga hukaa akaringa, huamini kuwa ameshinda mjadala kwa sababu alizungumza vizuri zaidi au kwa sababu aliweza kuwanyamazisha waliompinga kwa kutumia nguvu alizonazo. Lakini huu ni ushindi kivuli, ni ushindi wa muda mfupi unaojengwa juu ya mchanga, kwa sababu kuna kanuni moja muhimu ambayo werevu wa mjinga hauwezi kuikwepa: uovu haugeuki kuwa wema kwa sababu umeelezwa kwa maneno mazuri Uongo hauwi ukweli kwa sababu umeandikwa kwa lugha ya kitaalamu, na dhuluma hayabadiliki kuwa haki kwa sababu tu imesainiwa na kupigwa mihuri na mamlaka. Tahariri hii haitaki watu wapuuze hoja au elimu, bali nawaonya dhidi ya kupima kwao haki kwa uzuri wa maneno badala ya uadilifu wa vitendo. Ufasaha bila maadili ni khatari, na werevu bila dhamira ni sumu. Kwa hivyo ni wajibu wetu kujifunza kuuliza maswali magumu. Je, kitendo kilichofanyika kwa mfano kinaichukuliaje heshima yetu kama watu, kama taifa? Je, hoja inayotolewa baada ya kitendo hicho inalinda utu wa binadamu? Je, maneno yanayosemwa kuhusu kitendo hicho yanaendana na uhalisia wa maisha ya watu na kile hasa kilichojiri, au yanatumika tu kuficha ukweli ulio mchungu? Ukweli hauhitaji kupambwa, wajitetea wenyewe. Na jamii itakayojifunza kuutambua tofauti kati ya busara ya kweli na uwerevu wa kijinga ndiyo itakayojinasua haraka kutoka kwenye mtego wa uovu unaovaa suti ya heshima. Uokovu haupatikani kwa uhodari wa maneno, bali kwa uadilifu wa dhamira. Jamii inayoshangilia uwerevu wa mjinga hujichimbia yenyewe kaburi lake, kwa sababu huanza kupima haki kwa namna na inavyowasilishwa, si kwa namna, si kwa uhalisia wake. Ni wajibu wa watu wanaofikiri wakiwemo waandishi na hata raia wa kawaida wenye dhamira njema tu, kusimama imara na kusema, si kila anayezungumza vizuri ana maana njema, si kila hoja iliyo katika mizani ni ya haki. Haki ina sauti yake, wakati mwingine ni ndogo, wakati mwingine ni kali, lakini daima hubeba uzito wa ukweli. Na ukweli, hata ukikandamizwa kwa muda, haupotei, huchipuka tena, na wakati huo uwerevu wa mjinga hujikuta uchi.